Katika zama hizi ujuzi ni nyenzo muhimu kwa yeyote anayetaka kupiga hatua ya kimaendeleo, kupunguza changamoto za ukosefu wa ajira, kujenga jamii yenye uwezo wa kujitegemea. Kwa kulifahamu hilo, Chuo cha Maendeleo ya Wananchi Bigwa kilichopo Morogoro Mjini kinawatangazia wananchi wote nafasi za masomo ya ufundi stadi, ngazi ya kwanza hadi ya tatu kwa mwaka wa masomo 2026 kwa fani zifuatazo: umeme wa majumbani, ufundi wa magari, ICT, ushonaji mapishi na rishe, ufugaji, kilimo, uashi, udereva, useremara, uungaji vyuma. Pia chuo kinatoa elimu kwa masomo ya sekondari kwa miaka miwili ikiwa ni pamoja na kurudia mtihani wa kidato cha pili na cha nne kwa gharama nafuu kabisa. Kwa mabinti waliokatishwa masomo ya sekondari kwa sababu mbalimbali ikiwemo umasikini, wanakaribishwa kujiunga na elimu ya sekondari bure kabisa, bila malipo. Piga simu nambari 0764, sabini na nane, 47, 70. au 0713, arobaini na mbili katika ufugaji nimejifunza aina mbalimbali za wanyama kama vile mbuzi, nguruwe, sungura, ng'ombe na kondoo. Pia nimejifunza magonjwa ya wanyama, jinsi ya kuwatibu na kuwapa kinga. Tunafundishwa vitu mbalimbali ikiwemo mbali, ujasiriamali, stadi za maisha, lugha, uchoraji. Hivi vyuo vya FDC ni vyuo ambavyo vinatoa elimu iliyo nzuri Unaweza ukaenda ukapata ukatoka certificate ukaenda diploma ukaenda hadi degree. Ufundi ama ujuzi ndio mpango mzima, kwa sababu unaweza ukasoma vitu vingi, lakini kama huwezi kubadilisha elimu kwa fedha, bado unatengeneza vijana wengi ambao mwisho wa siku ni utegemezi kwa taifa. Ndio maana tunahimiza sana elimu ya ufundi, kwa sababu mwisho wa siku unapata vijana ambao wanaweza kutengeneza fedha, ila pia ukapunguza tegemezi kwa taifa, kwa familia na kwa mtu binafsi. Nyote mnakaribishwa.